Na mpendo mtazamaji wa Trending Bongo TV, na kuletea nyingine hii hapa kutoka huko shogolini. Hii ni shughuli ya Amara, anatimiza mwaka mmoja, imefanyika bonge la party. Party si la kitoto, party si la kitoto. Mtu anaweza akajua labda ni sherehe ya mtu anafikitimiza miaka arobaini na au hamsini na, lakini ndio tunaenda na mwaka mmoja binti yetu anatimiza mwaka mmoja. Hebu kila la kheri tumtakie, kila la kheri mtoto tumtakie, kila la kheri binti. Mungu amjakalie. Anaanza kuwa maarufu mapema, naona kabisa anafuata nyendo za wazazi wake, sababu ukimfuatilia sana, utaona hebu angalia: baba star, mama star, babu star, bibi star, na babu akufikia pia star, mtoto naye star. Aisee <laughs> hili bonge la pati, bonge la shughuli Eh, bonge la shughuli. Kulikuwa kuna mastaa mbalimbali wamejitokeza hapo sasa. Eh, Harmonize e eh, bangalia fuatilia hapo, Harmonize na Kajala. Yaani hii mtoto ni kama ndo amewarudisha sasa, bibi na babu wakifikia. Kajala na Masanja, Kajala Masanja na Harmonize konde bon eh, i said kwa bonge la shughuli. Haya, mwingine huyu hapa, Dora, Dora na yeye katupigia pampas Haya ah, jua kali nao hawakuwa mbali, jua kali nao hawakuwa mbali. Jua kali watuletea show fulani hivi, show ya uchokozi tu, mavazi ya watoto eh, mavazi ya mba, mavazi ya watoto, lakini wamependeza, wamesherehesha shughuli. Shughuli imekuwa pambe, watoto wa mjini wanasema shughuli imekuwa pambe. I say asikwambie mtu tu tu, ili rude tamu mm eh i say, bonge la party, bonge la party Mtoto kakusanya watu, mtoto kakusanya kijiji. Ashaboko huyo hapa <laughs> ashaboko huyo hapa, hey, ashaboko huyo hapa sasa. Ashaboko ah, Amara, Amara kaleta yake jamani, Amara, Amara. Aya sasa Dola huyo, Dola huyo, Dola hakuwa mbali, Dola, Dola hakuwa mbali, Dola. <laughs> Dola na pampas yake hiyo kava mpapasi <laughs> ya mtoto si shughuli ya mtoto. Na vaa kitotototo, jamani, wavaa kitotototo kina Dola. Wafuatilia sasa waangalie shughuli hiyo, fuatilia waangalie shughuli hiyo yeah. Kitoto si si ya ya kitoto kitoto mm -hmm. Ilikuwa pambo, tuseme ukweli jamani ilikuwa pambe. Watu walipendeza, watu walifurahi, watu walisherekea mtoto, kawakusanya hao. i yapa sasa, hapa sasa, hapa sasa, apa sasa, haya sasa, <laughs> sasa. Mobeto wakuwa mbali, mobeto naye ndani ya nyumba na kivazi chake pambe mm -hmm. Jamani, nilikuwa shokoti walihudhuria. Mastaa Dora, Dora na mbwembwe zake sasa. Dora na mbwembwe zake jamani. Dora hiyo na <laughs> Dora na pampas ya mtoto hiyo, kavaa pampas hiyo. Dora, Dora ili hapa. Mapenzi jipya, Kajara na Harmonize, Kajara na Harmonize kajara merudishwa upya. Harmonize alikuja na mtoto wake pia katika shughuli hii. watu walikuwa wengi hmm. Hebu niambie mwenyewe hapo, weka komenti yako hapo chini. Hebu niambie kama unaangalia shughuli hii, unaionaje? Unaifananisha na shughuli gani nyingine? Harmonize anamsikiza kwa makini.